Harakati za Mwikenda zinakuletea yaliyojiri katika ukumbi wa Idara ya Habari Maelezo, hapa makao makuu ya nchi Dodoma, wakati afisa mtendaji mkuu na msimamizi wa hakimiliki COSOTA, Bi Doreen Sinare, akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya mwelekeo wa ofisi hiyo ndani ya miaka minne ya uongozi wa serikali awamu ya sita inayoongozwa na Rais dr Samia Suluhu Hasan. Katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya sita, uh, jambo lingine la mwisho ambayo ningependa kulizungumza ni swala zima la muziki wa Singeli. Nafikiri wengi wetu tunafahamu katika kipindi hiki cha miaka minne hii matumizi ya muziki wa Singeli imekuwa kwa kiasi kikubwa sana na ni mziki ambao umeweza kutembea sio tu Tanzania bali mpaka nje ya nchi. Na wasanii wetu wa Singeli wametumika katika matukio mbalimbali ambayo yameweza kuwapelekea kuwapatia vipato, na sasa hata wizara nyingine na taasisi nyingine zimeanza kutumia mziki huo na wasanii wetu kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo idara au taasisi zao au wizara zao zinatekeleza. Na hapa niseme kwamba COSOTA kwa imeshirikiana kwa karibu sana na wadau wa Singeli wakiwepo Uswazi God Talent, lakini pia na mwanzilishi wa Kando, Kandoro Baba Entertainment yani, chini ya meneja ya Kandoro. Uwezi kutaja Singeli ukaacha kumtaja meneja Kandoro. Lakini pia kituo cha redio cha EFM na kituo cha TV cha EFM kupitia kipindi kinachoendeshwa na Bwana Samuel Love ambaye wengi wetu tunamfahamu kwamba yeye ndo amepromote sana mziki huu wa Singeli na kufikia hapa ambapo tuko akiwepo na mwenyekiti wa Beni Majei na usajili wa kazi za hao niliowataja wa kwenye mziki wa Singeli umekuwa kwa kiasi kikubwa, na elimu kuhusiana na mziki huo imekuwa, na wameanza kunufaika katika masuala ya mirabaha, na tunaamini tunapoelekea mziki huu utakuwa sana na utaweza kuwanufaisha zaidi wasanii hao. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa idara habari Maelezo, makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Richard Mwikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.